Huyu ni mkuu wa shule ya sekondari ya Mbezi Juu, manispaa ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam akiwa na timu ya walimu wa shule hiyo, ambao ndani yake kuna sehemu ya kunawia, chumba maalum cha wenye ulemavu, sehemu ya kujisitiri wasichana na kichomea taulo za kike zilizotumika. Mkurugenzi wa Taasisi ya Flaviana Matata iliyojenga mradi huo kwa kushirikiana na Shirika la Uratibu na Maendeleo la Uturuki TIKA, Flaviana Matata ameeleza lengo la kujenga vyoo mashuleni. Kwa nini mradi wa vyoo tunafanya mashuleni? Kwa sababu ni moja ya vitu vinavyoathiri not only afya lakini vile vile maendeleo ya elimu kwa watoto hususani, na watoto wa kike wanakosa siku tatu hadi tano kila mwezi wanapokuwa kwenye siku zao za hedhi, wanabaki nyumbani na wengine wanaacha shule kabisa. Kwa hiyo uh, kuna tafiti zimefanyika na UNICEF, World Bank na mashirika mengine zinaonyesha kwa nini miradi ya vyoo mashuleni ni muhimu. Tunafurahi so uh, kuwa hapa Mbezi Juu. Uh, mradi huu sio kwa ajili ya matumizi ila utakuwa kipaumbele salama katika elimu uh. Tunashukuru kwa wote mlioshiriki na asanteni sana kuwa hapa. Mkuu wa sekondari ya Mbezi Juu Eliuti Kiando akaeleza tija mradi huo kwa shule yake huku Flora Peter ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha nne shuleni hapo akieleza vyoo bora vinavyosaidia kuongeza ufaulu. Wakati tuna vyoo vichache, ilikuwa inapelekea wanafunzi kukaa foleni, wengine wanachelewa kuingia darasani wakati pia wakati mwingine kwa tuna sehemu ya kuchoma pedi, mpaka mtoto aende nyumbani atafuta sehemu ya kwenda kuchomea, lakini hapa ametujengea chumba maalum kwa ajili ya kujisitiri, lakini pia atakuwa kwa ajili ya kuchomea pedi. Kwa hiyo mwanafunzi atakuwa muda wote darasani, kwa sababu tuna vyoo vingi ambavyo atakuwa anajisaidia na, na kurudi haraka darasani. Kwa hiyo naamini Mbezi Juu kama jina letu lilivyo, Mbezi Juu tutakuwa juu zaidi hata kwenye kitaaluma, kutokana na matundu haya ya vyoo yatatusaidia ya sisi kufaulu na kuincrease our performance. How because sometimes mtu anakuja ana shule kipindi anaingia anaingia kwa, na ningependelea niongee kwa ni wasichana, mtu anaingia kipindi cha hedhi anaogopa kuingia chooni kutokana na msongamano wa watu, tulikuwa tuna matundu kumi tu